Umechoka kuona kila kitu kikirudi nyuma? Hivi ndio vitu vya kufanya ili kuvunja mzunguko huo. Karibu sana upokee mwanga wa kiroho kupitia Tafsiri za Ndoto na Maombi pamoja na prophetic Galila. Maana ya hali hii, kuna watu kila wakianza kuona mafanikio, ghafla mambo hurudi nyuma, fedha hupotea, kazi inavurugika, uhusiano unaharibika, au afya inatetereka. Hii ni ishara ya mzunguko wa kipepo wa kurudi nyuma, spirit of backwardness, unaozuia maendeleo ya mtu. Adui hutumia roho hii kuwafanya watu waishi wakiendelea kurudia hatua wa za zamani bila kupiga hatua mpya. Sababu kwa nini hii hali hutokea? Moja, madhabahu za kifamilia zinazozuia kizazi chako kisifanikiwe. Mbili, maneno ya laana au masharti mabaya yaliyotamkwa zamani. Tatu, roho ya wivu au mashambulizi ya kipepo yanayolenga mafanikio yako. Nne, hofu na kukosa imani kuamini huwezi kubadilika. Tano, kukosa nidhamu ya kiroho, kuomba bila muendelezo kuishi bila neno la Mungu. Suluhisho: mambo matano ya kufanya ukiwa nyumbani. Moja, tangaza kuachana na mzunguko wa nyuma. Sema kwa sauti: mimi sitarudi nyuma tena, kila eneo la maisha yangu linapanda juu kwa jina la Yesu. Mbili, omba maombi ya kuvunja vizuizi vya kurudi nyuma ukitumia damu ya Yesu kila usiku. Tatu, safisha mazingira yako ya kiroho, toa vitu vyenye kumbukumbu za maumivu ya zamani, barua, picha au zawadi za roho Nne, fanya usiku wa maombi, midnight prayer ukisoma Zaburi mia kumi na sita moja na mbili na Isaya arobaini na tatu kumi na tisa kumi na tisa Zikumbushe nafsi yako, Mungu anafanya jambo jipya. Tano, shukuru kwa imani, hata kama hujaona matokeo. Shukrani huvunja mzunguko wa huzuni na kuchelewa. Maombi ya kiroho E ee, Baba wa rehema, ninakuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Kila mzunguko wa kurudi nyuma, wa kushindwa na wa kupoteza uliozunguka maisha yangu, na uvunja kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kila agano lilowekwa kinyume na maendeleo yangu linatoweka sasa. Ninapiga hatua mpya, ninapandishwa kiwango kipya. E ee, Bwana, andika ukurasa mpya wa maisha yangu na nifanye kuwa ushuhuda wa nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kumbuka, hali hii haiwezi kushindwa kwa nguvu zako binafsi, bali kwa nguvu ya maombi ya uthabiti. Namba ya WhatsApp ipo kwenye bio. Prophetic Galila.